walipada kunulika sehemu hii na kwa kutoka na kukimbilia Lushoto mm -hmm. Kiji kimoja kinaitwa Mtii Mtai na wakajificha kule, ila kwa kule shoto tuweza kukamatwa baada ya polo Hamisi kuvunja mashete ya dawa zile kwa kumbaka mwanamke mmoja wa kizungu mm -hmm. Na kuweza kuonekana kwa rahisi kule kwa mato kubwa lisasi na kwa fiote kule, na hiyo ndio sababu ile iliopelekea pango hili ile pango la usale tango na polo Hamisi kama kuenzi watu wawili Tumelewana jamani. Ni pia kihistoria mapango yalipata kujitengeneza kwa tafiti za kisayansi, na semekana takriban miaka 150 milioni iliyopita, sehemu hii hapo yote ilikuwa ipo chini ya maji. Kewanamana, kwa maana kwamba sehemu yote kumefunikwa na maji ya bahari. Kwa maji yalipokuepo, kwa mpelekeo kuchonga sehemu za miamba ambazo zilikuwa ni laini na kuweza kutengeneza njia na matobo, ni baada maji kusoge, baada ya bahari kutoka, ndio mapango yalipata kuonekana eneo hili hapa, na aina ya, ya mwamba ambayo tuko nao mbele yetu ni na sedimenta rocks, ambao ni mwamba tabaka. Sasa kwenye pango yetu kubwa hapa, ni pango lina vituo kumi na tatu na vituo hivyo vimeganye